Je, vurugu na maangamizi yaliyofanyika yanafaa kwa taifa linalotafuta maendeleo? Katika baadhi ya video tumeona vijana wenzetu wakivunja, kuiba, kuchoma moto, kutishia wenzao, kuchoma vituo vya mwendokasi, zahanati, vituo vya polisi, kuchoma maduka na vituo vya mafuta vya watu binafsi. Vijana wenzangu, hii haikuwa demokrasia bali vurugu na uhalifu. Ndugu waandishi wa habari, kama viongozi na wazazi tuna wajibu wa kuwakumbusha vijana wetu kwamba uhuru wa kuandamana si haki ya kutoa maangamizi na kuhatarisha maisha ya watu wengine na wala sio sahihi kuchoma mali zenu ambazo zimejengwa na kodi zenu wenyewe. Taa za barabarani, vituo vya mabasi, vituo vya polisi zahanati ni vitu vinavyotoa huduma kwenu wenyewe. Na walioshiriki vurugu wengine walipoumia, ilitakiwa wapelekwe zahanati zilizopo jirani, lakini zilikuwa zimeshachomwa, hali iliyopelekea kupoteza maisha kwa makosa yenu wenyewe. Yaani, madhara ya kwanza waliyopata ni wale washiriki wa vurugu wenyewe, baada ya kujeruhiwa walipotakiwa kupata huduma ya kwanza katika zahanati za karibu, walikuwa washamesha choma moto, hali iliyosababisha wapoteze maisha. Vurugu hizi na naziita vurugu badala ya maandamano, kwani kwa sheria ya nchi yetu maandamano huwa na kibali, njia na muda, hazikuwa na nia yoyote njema kwa nchi yetu, bali kutoa maumivu na kutoa athari kubwa ndani ya jamii nzima ya Watanzania na nchi jirani. Vurugu hizi zilisababisha kufungwa kwa biashara nyingi hasa katika maeneo makubwa kama Dar es Salaam ambako masoko yalisimama na shughuli za kiuchumi zilisimama, hali iliyosababisha hasara kubwa kwa wafanya biashara wadogo na wakubwa na kuathiri maisha ya kila siku ya mwananchi. Katika hili sote ni mashahidi kwani amri ya kukaa ndani imetutesa wengi na kuathiri familia nyingi zenye kipato cha chini ambazo ni asilimia kubwa ya Watanzania, ndugu zangu.